<laughs> Hello? Hey Mary. Ah? Habari ya leo? Mzuri. Naongea na nani? Mimi naitwa Gidi. Gidi. Eh, kutoka Radio Jambo? Ati kutoka Radio Jambo? Eh. Hey, bolu nacheka Mary. <laughs> <Kutoka Radio Jambo>? <laughs> <Hey>. <laughs> Mary. <laughs> Wa uh, tunakupigia kwa sababu kuna huyu jamaa anaitwa Msioka. Ati Msioka. Eh, hey, ametutumia SMS hapa anatuambia yeye ni ni bwanako? Ati ni bwanangu. Bora. <laughs> Aya. Ati ni patanisho. Hebu hey. <laughs> <laughs> niambieni na mzee wangu eh anasema sijui uh, mliko sana ukaamka uka, yani ukaondoka ukaenda zako na hadi waleo ujarudi. E, mimi nilitoka, e -ha. huyo mzee wangu yuko hapa kwa line. We, Msioka yes. O, Ati Msioka, ni mzee wangu aitwa Msioka anaitwa nani, ati anaitwa nani? Okay, na huyu ambaye anaongea ni nani huyu? Hebu sikia sauti yake. We, apa, na, mimi, niko kazi, ni watu wa kazi tu wanaongea Hapana, kuna msioka? We msioka, hebu mpe simu huyo msioka. Haya, hebu ongea na naye, ndio huyo, yuko kwa line. Ati niongee Kiswahili? Basi niambie ulikuwa unasemaje, mm Aa, liwna uliamuaje? Sasa utarudi ama, unauliza hivi utarudi? Ati narudi. Unataka nirudi kwako? Ndio. Na mbona unadanganya njini? Unasema msioka untomsioka aiyaamawambie Ivan Kumbe le mtaganda alitudanganya jina. Evans umewaambia Musioka. Ametuambia Evans Musioka. Evans Musioka. Anaitwa hivyo. Uh. Mbona anadanganya? Sikia semu ah. Unaona ni mkora hata anadanganya jina yake. Anaitwa Evans nani? Hebu nipatie majina yake yote mpaka ya babu yake. Niambie. Anaitwa e, Emmanuel Munyasa Munyivya. Emmanuel Mu <laughs> Munyasa Munyivya. Anaitwa hivyo. Mbona anadanganya jina yake kama ni mtu mkamilivu sana? Wewe Emmanuel Yes. <laughs> Unaona, umeitika kumbe hiyo ndio jina lako sasaaai sasa sao, ni mambo gani tena jamani? Yaani umesahau jina lako yeye okay, mwenyewe amesahau hadi jina yangu, hadi amesahau jina yake, sababu ni mwenda wazimu huyo. Okay, ukisema mwenda wazimu unamaanisha nini Mary? Unajua unatushtua nani, yani anachanganyikiwa. Mbona anachanganyikiwa na maisha hivyo? Kwa sababu hata ametuambia wakati uliondoka, yeye atajui mlikosania nini. Yeye yeah, anajua. Mbona hataki kusema ukweli? Mlikosania nini Mary? Tulikosania hmm. Kazi yake ni kuambiwa viti na mama yake anakuja kunichapa. oh, ni mama's boy eh. Hey. Akisikia tu maneno kutoka kwa mama anakuja na kuchapa hey, hadi yeye yenye. Yeah, yeah, niudi ni, ni sana ni kuitwa mchawi. Ananiita mchawi? Anakuita mchawi. Hey. na ujaifanya kitu yote inahusiana na mambo ya uchawi? Hapana, sijawahi mi. Mm. mm. Kwa hivyo sasa, vile uliondoka, uliamwaje? uliamua utarudi umpatie time ama uliamuaje? Mi niliona ni mpee time. mm -hmm. Akijifikiria kana kwamba ako na bibi. mm. Anikujie kwetu? Bibi hukujia kwe kwao, mbona ananipigia simu na namwambia watu wakwao wakuje kwetu? Anikujia tati Emmanuel. mm. eh. Unasikia, unafaa kupanga uh, safari mwende kwao kwa kinabibi. eh. Ili muende bibi yako, kwa sababu mke wako ni kama yeye, yeah, yuko tayari kurudi lakini hujamwendea Eh. Eh, hivyo eh, funga safari uende kwa kina bibi, hadi ajitambulishe. hmm. Kwani kuna bibi anakotangwa kwa barabara, nikimwambia akuje kwetu hataki. hmm. Nikimwambia aende watu wako wa wanikujie kwetu, sasa na hataki sasa. Nilikuwa anakuja jana, nilikuwa anakuja na mama yake sasa. Ulisema alikuwa hmm. anakuja? Hapana, ulisema huwezi kuja na watu wa kwenu, hawaoni kama wanaweza kuja kwetu? Oh, sasa sasa watu wangu sasa na sasa watu wa kwetu Wako andiye ameguo na mimi meguo bei naye. Wewe umenioa lakini shida inatoka kwenu. Baba yeye yitaa, baba, baba. Hey sasa. Emmanuel. Hakuna shortcut hapa. Naona unajaribu kutafuta shortcut. Hakuna shortcut hapa. Eh, Maria ha. Nataka uende kwao muongee kama jamii ama kama familia, enda hata na uncle yako ama labda na ama labda na ndugu yako na mtu mwingine mkubwa ambaye anaheshimika, mnaenda mnakaa chini, mnaongea, alafu Meri, maneno inaisha na anakuja mm. Kwa sababu Meri, we uko tayari kurudi nyumbani, si ndio? Niko tayari si, lakini shida ni heshima, sababu hey. Namwambia akuje kwetu, anikujie kwetu, hataki. Sasa wewe Emmanuel unangoja nini? Unatudanganya hapa na mambo ya tunaitwa Musioka. Kumbe unaitwa Emmanuel Emmanuel Munyasia Munyivia ndio? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> aarudi mi sijakataa kurudi, bora utumie kiheshima na kama mzee ingekua unaa kimzee ingekuwa unaheshimika. Nilikwambia uende kwetu ukusanyishe watu wa kwenu mm, wakuje kwetu uta... kitu ambacho unataka nikikwambia hivo unakataa, unataka aje mm. Baba najua kwao baba wako na ni bado kuna India au taguja. Sasa mimi najua leo nataka nikupigia. Naweza kukwambia sababu mimi niko kwa barabara. Mimi naweza kataa kukuja sababu kunyooka kwa barabara. Ah. Mm. Basi, tena ingine nisikie. Sawa aje. Baba anajipanga labda nikuje basi ina shida. Basi, unajipanga vipi? A-a, ngoja Mary Emmanuel sasa ameongea. Emmanuel ha? Ume, umesema, ha sasa, uh, umesema sasa utajipanga ha? Kisha uende kwa kina Mary na muweze kuzungumza alafu Mary arudi nyumbani. Umeamua ha? Hivyo ndio utafanya sasa eh? Kisha tumemaliza story. Hakuna kitu kingine tena hapa. Mimi sasa nangojea tu maneno matamu ya mwisho Mary. Kama maneno maga, magani hayo maneno ma mazuri inaongelelewa wakati tunapatanishwa haya, wacha, ni wacha nianze hey. Na, wa kuna vile anaweza kuambia tu kwa sababu amekumis kwa muda mrefu kutoka tarehe kumi Oktoba mwaka, mwaka jana hajakuona hmm. Kwa hivyo Emmanuel hey, ukweli ngoja kidogo Mary, tulia Emmanuel ah. Emmanuel yes, yes. Umesahau jina yako tena? <laughs> Ah, ah, okay. Ebu ambia mke wako maneno matamu ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali. Mwambie. Hapo nikite kumwambia nampenda tu sana. Mm. Ajezi mwajilia baadhi aende. Ah, ah, mwambie tu Mary ni hivi na hivi na hivi. Eh, Mary? Baby. Mm. Sasa uh, mimi nakwambia. Mm. Nyama mimi mm, nilikuwa nakupenda sana. Mimi mimi hata nyoliana mimi zina langi. Ni kiozi tu baadhi kwangu baadhi. Ingekuwa unanipenda ungenitapa. Hata pole pole hiyo. Iy i ingia kwa mstari hiyo iye na nijaaregedia hiyo.